Kuelimisha jamii, aa, lakini pia kuburudisha ee, lakini pia e, kupata mambo kadha kadha yanayoweza kujenga wewe kiakili lakini pia kimaisha, lakini pia e, kijamii kwa ujumla. Na a, kwa leo tuna somo zuri ambalo linasema nguvu iliyopo kwenye kufikiri. Nguvu, unajua tumekuwa tunashindwa kufanya vitu ambavyo ni vizuri vikubwa vinavyopendwa na jamii tunavyovipenda tu, sisi lakini pia vitu ambavyo vina tija kubwa kwenye jamii just because hatujaweza kupata muda wa kuweza kufikiri. Uh, kuna mwandishi mmoja ambaye anafahamika kama Alfred G Manyika aliandika kitabu chake kinachoitwa amsha uwezo wako harisi. Uh, na kusisitiza kama una nafasi pata hiki kitabu uh, aliandika hivi jengo kubwa unaloliona leo kwa macho yako awali lilikuwa limejaa kwenye akili ya mchoraji. Alikuwa na maanisha nini? Alikuwa na maanisha kwamba kitu chochote ambacho unakiona kwenye dunia hii, kitu chochote haijalishi ni ndege, haijalishi ni meli, gari, kampuni, nyumba iliyojengwa, barabara bara, na maanisha miundombinu uh, miundo mbinu ya ya mawasiliano eh, mitandao simu, iPhone eh, kila kitu kimeweza kutengenezwa kwa sababu kifikiriwa katika ubongo wa mtu fulani, na hatimaye akaweza kukitekeleza, na sasa kinasaidia maisha yako, lakini pia kanasa, kinasaidia maisha ya watu wengine. Kwa hiyo alitaka kusistiza kwamba nguvu iliyopo kwenye kufikiri ni nguvu kubwa ambayo kiukweli kama ingetambulika na watu wengi kama hivi leo ambavyo e, tunaeleweshana, kama itatambulika na watu wengi sana, itaweza kufanya vitu ambavyo ni vya ajabu katika dunia hii. Na anapenda kitabu hiki, anasema kwamba e, anasema baada ya wazo e, la mtu yoyote kutoka kwenye akili yake linaweza E, kuleta nguvu ya kutenda vitu ambavyo vilikuwa havijawahi kutokea au vilikuwa vimeshatokea lakini vinatengenezwa kwa namna ya tofauti sana, namna ya tofauti sana lakini, pia um, uh, unajua, uh, katika maisha yetu ambayo, uh, tunayaishi maisha yetu ambayo tunayaishi, waga mi nasema kwamba kila mtu ambaye anaishi hapa duniani amekuja kwa sababu ya lengo maalum. For the purpose, nobody is born not just because by an accident. Everybody there on the earth just because for the purpose. Kwa hiyo tupo hapa kwa purpose maalum. Inakuwa ni majonzi makubwa kama mtu ataweza kuondoka hapa duniani pasipo kutimiza papasi yake. Na kuweza kutimiza papasi yako inahitaji kuwa na muda wa kuweza kufikiria, muda wa kuweza kukaa ku, ku, ku, sehemu kufikiria Who I am. Who I am. Na ili uweze kutambua kwamba wewe ni nani, lazima uangalie vitu ambavyo umekuwa ukivifanya, vimekuwa vikishangaza watu vimekuwa vikifurahisha watu vimekuwa uh, ukivihisi ndani ya akili yako kwamba this one I can do in the highest level. Kwa hiyo ukikosa huo muda, ujue kwamba hata kile kitu ambacho ulikuja kwa hapa duniani kwa hiyo kukitekeleza, hau ni sehemu ambayo unaweza ukafanya wonders kwenye maisha yako, inaweza ikawa changamoto sana kuweza ku ifanyia kazi kwa weredi mkubwa sana uh, uh, mwandishi anaendelea kusema si kwamba hakuna kitu kinachoweza kutokea bila ya kuwa wazo kwanza. Kumbe kama kuna kitu unakihitaji maishani, lazima ukiwaze kwanza, na si mara la moja, lakini mara kwa mara, akili yako ijue kwa wazi kabisa ni nini unataka na lini. Ndugu msikilizaji, ambaye unazidi kunifuatilia na unazidi kusikiliza masomo haya, masomo haya yanakuja kwa wakati maalum, ili kuweza kutufundisha tumekosea wapi, lakini pia hatufanyi nini, ili kuweza kujenga akili zetu, kujenga maisha yetu, lakini pia kuwa na akili ya nini kifanyike kwa ajili ya mkusabali, ms, uh, mstakabali wa maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo katika somo la leo napata kujifunza na we bila shaka unapata kujifunza kwamba unao unao uhitaji mkubwa wa kutulia na kufikiria wewe ni nani na sio kufikiria mara moja, fikiria mara kwa mara, wewe ni nani, na akili yako iwezeshe kufikirisha wewe ni nani. Na ukishafahamu wewe ni nani, fanya jambo kwa ajili ya wewe, yani kiasi cha kwamba wewe usije ukajijutia, kwa sababu hujajitekeleza naona. Kwa hiyo kuna jukumu kubwa sana la kila mtu, kijana mzee awe, bibi awe, babu awe, mtoto kila mtu ana jukumu la kuweza kujitambulisha na kujitambua kwamba yeye ni nani na kisha kuweza kutekeleza kile kitu ambacho kipo ndani yake. Unajua, tumekuwa tukiishi nje ya ndoto zetu, na kama unaishi nje ya ndoto yako we ni mtumwa, kwa sababu utakuwa unatimiza malengo ya watu wengine na pasi kutimiza malengo yako. Kwa hiyo kama utajitambua we ni nani, itakuwa ni rahisi sana hata kufanikiwa katika maisha yako yoyote yale, kwa sababu utakuwa unatembea kwenye njia ile ile ambayo ni wewe na sio mtu mwingine. Sina mambo mengi leo, na hapo ndipo utakapokuwa mwisho wa somo langu la leo la nguvu iliyopo kwenye kufikiri. Nikualike katika somo lingine. Uh, katika hii channel yetu ya ADEVITU TV. Asante sana kwa usikivu wako.